Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Mheshimiwa Spika, tangu bunge hili la 12 lilianze kuna viongozi, ndugu jamaa na marafiki waliotutoka. Kama tunavyojua, tuliondokewa na hayati Dr. John Pombe Magufuli, rais wa awamu ya tano. Vile vile, tuliondokewa pia na hayati mzee Ali Hassan Mwinyi, rais mstaafu wa awamu ya pili hayati Cleopa David Msuya aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu na hayati Edward Ngoyaye Lowasa aliyewahi kuwa waziri mkuu. Mheshimiwa Spika, hata katika bunge hili wapo pia wabunge wenzetu tulikuwa nao wakati nikizindua bunge hili tarehe ishirini na mbili mwezi wa nne 2021, ila sasa wametangulia mbele ya haki. Tutaendelea kuwakumbuka Mheshimiwa Masa Umbula, viti maalum Mheshimiwa Atasha Standitie wa jimbo la Muhambwe, Mheshimiwa Khatibu Haji wa jimbo la Konde, Mheshimiwa Elias Kwandikwa wa jimbo la Ushetu, Mheshimiwa uh, <coughs> Mheshimiwa William Olenasha wa jimbo la Ngorongoro, Mheshimiwa Irene Diamkama viti maalum, Mheshimiwa Musa Musa wa jimbo la Amani, Mheshimiwa Francis Mtega wa jimbo la Mbarali na Mheshimiwa Ahmad Abdulwakil wa jimbo la Kwahani na vile vile Mheshimiwa Dr Fossi Ndugu Lile wa jimbo la Kigamboni. Hivyo naomba tusimame dakika moja kuwaombea Mwenyezi Mungu azipumzishe roho zao mahali pema peponi. Amin. <coughs>